Sikiliza nikwambie, unafikiria Eliya alijuaje kwamba hii ni sauti ya Mungu? Alijuaje katika ule upepo Mungu akuwepo? Alijuaje ya kwamba katika lile tetemeko Bwana akuwepo? Eliya alijua vipi katika ule moto Mungu akuwepo? Ni kwa sababu ya agano la Bwana lilikuwa, lilikuwa lina imba katika moyo wa Eliya lake na Mungu moyoni mwake lilikuwa inaimba. Ilipotoka sauti ya utulivu, akajua kweli huyu ndio Mungu. Akasema ngoja nijifunike. Alipojifunika, swali lile lile nakuja linamuuliza, Elia unafanya nini hapa? Mungu anamuuliza kwa swali lilelile aone kama Elia awezekana kind upepo of aliyoona mazito aliyoona moto aliyoona tetemeko aliyoona anaweza akabadilisha msemo, lakini Biblia inaniambia kwamba Elia karudia yale yale maneno akasema, umeona wivu wa Bwana Mungu wa majeshi, sababu watu wa Israeli wameacha agano, wameacha magano ya Bwana wamefuata miungu ya bahari, manabii wote wameuawa, nimebakia peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, mda mwingine agano lako na Mungu kama liko imara, litapimwa kwa moto, litapimwa kwa tetemeko, litapimwa kwa upepo. Mda mwingine unaweza ukashangaa, upepo unakuja katika maisha yako, upepo wa maisha magumu magonjwa, moto na waka katika familia yako, ndoa haieleweki, maisha ni magumu, fedha hakuna, watoto wanahitaji waende shule, watoto wanahitaji chakula, ni wakati wa kupimwa. Je, agano lako na Mungu liko imara? Je, kama ulikuwa unasema Yesu ni Bwana, sitamwacha, je, bado utaendelea kusema hivyo? bado utaendelea kungang'ania pale pale? Bado utaendelea kumtumikia Mungu kwa kiwango kinachotakiwa? Bwana Yesu asiwe sana. Mungu anaweza ruhusu upepo uje mbele yako kupima agano. Je, unalizingatia agano lake? Leo hii uko vizuri, unakula, unashiba, unamtumikia Mungu kwa nguvu zote. Kuna wakati chakula kinaondoka, unabaki na njaa, unateseka, unahangaika, hujui familia yako itakula nini, na wewe ni mtumishi wa Bwana. Mungu anakuangalia sasa, analeta upepo huo, analeta moto huo katika familia, ili aone je bado utakuwa na bidii ile ile kumtafuta Bwana, bado utakuwa na bidii ile ile kumtafuta Mungu, bado utakuwa na msimamo ule ule. Bwana isi sana. Ukija kuangalia kuna watu wengi wamemwacha Mungu, kuna watu wengi wamemwacha Mungu, kuna watu wengi wamemwacha Mungu baada ya upepo kuonekana, baada ya moto kuwaka kwenye familia zao, baada ya tetemeko kupita kwenye familia zao, baada ya tetemeko kupita katika maisha yao, wakamwacha Mungu kwa sababu waliona ya kwamba no. no, no. No, no, no. Pana. Maagano yao na Mungu hayakuwa imara kwenye upepo, wakaona Mungu yupo, badala ya kuona kama Eliya. Aliona upepo nakuja, lakini Mungu hakuwepo pale. Maana yake Eliya alitambua ya kwamba kama Mungu hayupo pale, maana yake ili ni pimo, hii ni tesi, huu ni mtihani, natakena ivuke alipoona moto bado